Wanajipitisha kwa hila kushika mpini wa dola, wanaimba demokrasia hila, wanarochafu Samia, kodi zetu anakula na ikulu wanalala, amekusanya macha walukuki wakumsifia, ni tabu Kizimkazi must go. Mastigo, mastigo, mastigo. Samia mastigo. Mastigo, mastigo, mastigo. Mastigo, mastigo. Kausha damu anakopa na pesa zote anaficha, napenda sifa za kusifiwa, hapendu kweli akiambiwa, vitisho vingi tunafokewa. Kutwa kugawa pesa kwa machawa, sheria kwake iks ni karatas, na tegemea polisi sokugura za wananchi Raya upigwa mateke vibaiskeli na kangani sesebose Kizimkazi mastigo. Mastigo, mastigo, mastigo. Soga mastigo, mastigo, mastigo, mastigo. Mafisadi mastigo. Mastigo, mastigo, mastigo. Samia mastigo. asilimali zetu zinapotea gizani, hatuna chetu wala tuna thamani, nateka watu wetu mchana hadharani, nchi ni mali yetu tumfukuze nchini. Hafutia takwa kumsikiliza anavyongea, vyote ni mauzauza kichwani, ni bongera kilaza, anachoweza ni kula kujigalagaza. Oya oh yeah. Tunasimama kama taifa nchini yetu, hatununui uoga, muda ni sasa, tukamulize kaifa, hatupishe tumuweke, tunaenda ishirini na tisa Oktoba ni siku ya ukombozi, tunafuta kila kitu, tunaanza upya kisi mkazi, must go must go Mastigo, Mastigo, mastigo, mastigo mastigo Mastigo, mastigo, Samia mastigo, mastigo, mastigo. Kikwete, Samia Kikwete, Kikwete, tuachie tuachie chetu. Oya, Oya toka kwenye kiti chetu. We Kikwete, toka kwenye kiti chetu. Viongozi mafisadi tuwataki, sauti za mtaa hatununui uoga, uoga, uoga. Ishirini na tisa Oktoba ndio mwisho wenu.